Gaza bado iko katikati ya mzozo mkubwa wa kibinadamu. Wakati mapigano na mzingiro vikiendelea, juhudi za kufikisha misaada ya chakula kwa mamilioni ya raia waliokwama huko zimegubikwa na hatari kubwa. Katika wiki za hivi karibuni, ripoti zimeeleza vifo na majeruhi kwa raia wa Kipalestina waliokuwa wakijaribu kupata msaada wa chakula, wengine wakiuawa au kujeruhiwa kwenye vituo vya usambazaji, wakikumbana na risasi kutoka kwa majeshi ya Israeli. Katibu mkuu wa Taifa Antonio Guterres ametoa wito wa kufanyika uchunguzi huru juu ya matukio hayo, lakini wakati huo huo kuna kusitishwa kwa muda kwa utoaji wa misaada kutokana na hali mbaya ya usalama. Katika mjadala huu tunaangazia gharama ya kibinadamu ya misaada hiyo, na je, mfumo wa sasa wa msaada wa kibinadamu unaoungwa mkono na Marekani na Israeli utaleta msaada au changamoto zaidi kwa wananchi wa Gaza? Hapo ndipo tutakapotuama katika kujadili. Mjadala wetu tuna mchambuzi wa masuala ya mashariki ya kati akiwa mjini Teherani nchini Iran Bwana Ahmed Rashid, karibu sana naam. Asante sana, lakini pia studioni nitakuwa ni naye mwenzangu Idi Sesanga ambaye pia amekuwa akiufuatilia mzozo huo kwa karibu zaidi. Bwana Ahmed, tuanze kwanza kupata hali halisi katika mzozo huo wa Gaza. Pia tunataka tufahamu hali ya wafanyakazi wa misaada ya utu pamoja na raia wa Kipalestina. Kwa mujibu wa ripoti ambazo sisi kama waandishi wa habari tunazipokea huku ni kwamba mashambulizi yanaendelea ya Israeli dhidi ya maeneo tofauti ya Gaza na bila ya kuainisha na wala kuchagua sehemu gani hasa. Hizo ndio ripoti ambazo sisi huku tunazipata, na taarifa ya karibuni kabisa ambayo tumeipata ni kwamba katika eneo linaloitwa Netsarim karibu na mji wa Gaza. Tukiachana na maeneo haya ya kaskazini mwa Gaza, huu ni mji wa Gaza, uko katikati. Ni kwamba taarifa ambayo tunayo na tumeipokea sisi kwa baadhi ya vyombo vya habari ni kwamba leo Alhamisi Wapalestina kumi na tatu wameuawa na mia moja kujeruhiwa. Kwa hiyo hali si shwari, hali si mzuri, na wananchi wa Gaza wanaendelea kupata mateso makubwa ya kiu, njaa na mashambulizi. Vipi kuhusiana na hali ya kiusalama kwa wafanyakazi wa mashirika ya kiutu? Naam, taarifa hizo nazo ni kweli na tumekuwa tukizipokea sana, kwamba wakati Israel inaposhambulia haichagui wala haiangalii ni akina nani waliyopo. Kwa hiyo mara nyingi hata uh, wakala mataifa, onrua, wa kimataifa wa kusaidia Wapalestina, UNRWA wa Umoja wa Mataifa, umekuwa ukilalamika sana ukilalamika sana kwamba wafanyakazi wake wanakuwa wanashambuliwa, lakini jingine ni suala zima la kushambuliwa maeneo ya raia kama vile uh, mahospitali. Kuna maeneo mengine ambayo ni shule zinashambuliwa, hata maeneo mengine ambayo ya, ni maeneo ambayo yanaungwa mkono na Israel pamoja na Marekani na wananchi wana kiu wengine, ni watoto na hawana silaha, lazima watakimbilia maeneo hayo. Sasa inapotokezea kwamba wanashambuliwa kwa risasi, wanauliwa kwa umati kama hivi, hakuna anayesalimika, si mfanyakazi wa masuala ya kimataifa wala si raia wa kawaida, wote wanachanganywa pamoja. Nikija kwako, Idi, umoja wa Mataifa na mashirika ya misaada yanaangaliaje matukio haya na ni hatua gani zinapendekezwa au kuchukuliwa hadi hivi sasa? Umoja wa Mataifa umekuwa wazi kabisa tangu mwanzo wa kadhia hii yote ikianza ya kuanza kubadilisha huu mfumo wa ugawaji wa misaada, na unasisitiza kwamba mfumo wa awali ulikuwa unafanya kazi vizuri, na unasisitiza kwamba ni lazima iki kama tunataka kurekebisha ugawaji wa misaada mfumo awali urudi kufanye kazi, kwa sababu mfumo huo ulikuwa unakwenda moja kwa moja kwa wananchi, ulikuwa unafikisha msaada, na Umoja wa Mataifa unasema hakuwahi kukuwepo na ubadilishaji wa misaada, madai ambayo mara nyingi Israeli imeyatoa kujaribu ku, kuondolea uaminifu mashirika ya Umoja wa Mataifa yanayotoa misaada. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa uko wazi, unasema lazima warudi kwenye mfumo ambao kwanza ndo unatambuliwa kisheria, lakini nimeangalia video moja inaonyesha namna Wapalestina wanavyoteseka kupita kwenda kupata misaada ile. Ni kwamba Israeli imejenga uzio kama njia ya uzio, ambapo watu lazima waingie mle senyenge, upande mmoja na upande yenye upana mdogo sana. Kwa hiyo wanapita mle, ili kwenda kufikia ile misaada, wengine wanasubiri kule nje. Kwa hiyo eh, akikosea mmoja kupita kupita kupita, kupita, kupita pembeni, ndo nasikia yale madhara kwamba wameshambuliwa, wamepigwa risasi na mm, kuuawa. Lakini sasa tuangalie mfumo ule wa awali ulikuwa kimsingi, mfumo wa hali haukuwa na tatizo, lakini Israeli ilikataa kwa sababu inazozijua yenyewe. Kimsingi haikutaka yale mashirika ya Umoja wa Mataifa yaendelee kujishughulisha na, na, na utoaji wa misaada kwa sababu ya inadai kwamba mashirika yale kuna ulegevu fulani ambao unasababisha misaada ile kuangukia mikononi mwa Hamas na Hamas kuigeuza misaada ile kwa manufaa yake ili kuweza kujiimarisha zaidi na kuendeleza vita vyake au ma mashambulizi dhidi ya Israeli kwa hiyo ikashinikiza. E, na kama tulivyo tunaripoti tangu mwanzo kwamba Israeli iliipiga marufuku UNRA kufanya kazi katika maeneo yale inayosimamia, na kwa vile UNRA ndo ilikuwa inahusika kwa kiwango kikubwa zaidi na utoaji wa misaada kwa Palestina, hakukuwa na njia nyingine. Wale wengine walikuwa wanasaidia, lakini mtoaji mkuu, mhusika mkuu, kwa sababu UNRA imeundwa makhususi kwa ajili ya kushughulikia wakimbizi wa Kipalestina. Israeli kuikataa na kuipiga marufuku, hakukuwa na njia, kwa sababu wale wengine walikuwa hawawezi awezi kuratibu kufanya kazi bila Wunra ndio maana unakuta wengine wanakuwa wanashindwa kufanya kazi, kwa hiyo wakatafuta namna wa wawao kuweza kudhibiti ile misaada, ndo kuunda huo mfumo unaoitwa Gaza Humanitarian Fund. Bwana Ahmed e, serikali ya Israeli mara nyingi sana imekuwa ikijitetea kwa kusema kuwa baadhi ya walio wao walikuwa wakielekea maeneo ya vikosi vyao na wakitumiwa na kundi la Hamas kama ngao za kivita, na wakati mwingine hukanusha kuhusika moja kwa moja na vifo vya raia. Katika muktadha huu, hoja hizi zinaangaliwaje kimataifa na je, zinakubalika katika muktadha wa sheria za kimataifa za kibinadamu? Kimsingi inahisi kwamba hazikubaliki, hazikubaliki katika muktadha wa sheria za kimataifa kwa sababu udhibiti wote wa Gaza uko mikononi mwa Israel na Israel, kama alivyosema mwenzako hapo studioni ni kwamba wao wenyewe wametenga eneo ambalo lenyewe ni shida sana kuingia. Sasa wakati wa Palestina, mtu ambaye amekaa muda mrefu, siku kadhaa, kiu, njaa na na, leo amesikia kwamba kuna sehemu, hata kama haikubaliki kimataifa, wanakitumia kwa ajili ya kushambulia. Kwa ufupi sana, ni hatua gani za haraka zinapaswa kuchukuliwa ili kuhakikisha pande zote mbili za mzozo zinawajibika ipasavyo na kuhakikisha usalama wa raia wa Gaza? Na kwa mtazamo wangu mimi nahisi ni ile ile hatua ambayo walikuwa nayo wameichukua awali, wasingelibadilisha. Ile ile hatua ambayo ali, waliwahi katika kipindi cha siku wiki kadhaa kuendelea kubadilishana wafungwa kwa usimamizi kamili wa Msalaba Mwekundu na Umoja wa Mataifa, kufikishwa misaada ndani ya Gaza ilikuwa inaendelea vizuri, na ilikuwa ni kimsingi ni kwamba Hamas wao wanatoa mateka, wanakabidhi mateka na Israel nao wanatoa ma na misaada inaingia raia wa kawaida, usimamiaji kamili wa Umoja wa Mataifa fa unahitajika na tayari ulishafanyika kitu kama hicho. Kwa hiyo unashangaa ni kwa nini Israeli ilirejea tena kushambulia na sasa hivi imezuia kila kitu. ni kweli yani, ni kitu ambacho ha hakijulikani sababu yake, lakini sababu kubwa na hisi ni Benjamin Netanyahu na serikali yake, kwa sababu utulivu ukipatikana maana yake ni kwamba yani Benjamin Netanyahu ataburuzwa mara kama. Shukran sana. sana kwa swali hilo hilo na kuletea kwako Idi, unadhani kwamba ni kipi kifanyike kwa pande zote mbili kuhakikisha kwamba wanaheshimu sheria za kimataifa Hawa hili swali linapaswa kwenda kimsingi, linapaswa kwenda upande mmoja kwa sababu um, katika mzozo huu sasa hivi mpaka tulipo, hatua tuliofikia ni kwamba mwenye usemi katika mzozo ni mmoja tu, ni Israeli ikisaidiwa na Marekani. Hawa wawili wakiamua kwamba huu mzozo tuna tunaumaliza leo sasa hivi, wanaumaliza hata wakisema kesho kwamba jioni hii tumemaliza, kila kitu kinamalizika. Kwa hiyo ni juu ya Marekani kuishinikiza Israeli na Benjamin Netanyahu kwamba imetosha sasa hivi, turejee katika amani, inawezekana